Agriculture farms tunakuletea keji za broiler na keji za layers. Keji zetu ni za kisasa yani, zina sehemu ya chakula, sehemu ya maji na sehemu ya kinyesi. Pia keji hizi zinapunguza magonjwa kwa asilimia 99, tofauti kabisa na utakavyofugia chini ambapo uwezekano wa kupata magonjwa kwa kuku wako utakuwa ni rahisi. Keji waya ni za chuma ngumu na zenye waya bora sana na wa kisasa. Mfumo huu wa mabanda ni mzuri sana, kwani unatumia space ndogo sana, kwani unaweza kujenga jengo lako na ukaweka keji hizi kwa mpangilio mzuri na ikakufanya ufum... Zipo keji zenye uwezo wa kuchukua vifaranga 400 na kuendelea. Keji ya broila kuanzia 96 na kuendelea. Zipo keji zinazochukua kuku 96 hadi 128, zipo za ukubwa tofauti tofauti kulingana na utakavyohitaji. Sisi tupo Dares Salam, Tegeta Nyuki, na tunasafirisha prodakti zetu mahali popote pale Tanzania chap, kwa uharaka. Tupigie kwa simu inayopatikana hewani kwa masaa 24. Keji zetu ni za kisasa, yani zina sehemu ya chakula, sehemu ya maji na sehemu ya kinyesi. Pia keji hizi zinapunguza magonjwa kwa tofauti kabisa na utakavyofugia chini, ambapo uwezekano wa kupata magonjwa kwa kuku wako utakuwa ni rahisi. Keji waya ni za chuma ngumu na zenye waya bora sana na wa kisasa. Mfumo huu wa mabanda ni mzuri sana kwani unatumia spesi ndogo sana, kwani unaweza kujenga jengo lako na ukaweka keji hizi kwa mpangilio mzuri na ikakufanya ufuge kismat. Zipo keji zenye uwezo wa kuchukua vifaranga 400 na kuendelea, keji abroila, ya broiler kuanzia 96 na kuendelea. Zipo keji zinazochukua kuku 96 hadi 128, zipo za ukubwa tofauti tofauti kulingana na utakavyohitaji. Sisi tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki, na tunasafirisha prodakti zetu mahali popote pale Tanzania. Chapa kwa uharaka, tupigie kwa simu inayopatikana hewani kwa masaa